Ndugu yangu usipuuze dalili hizi, ukiona zinajirudia mara kwa mara basi jua tumbo lako linakupigia halamu kwamba kuna kitu akiko sawa ndani ya mwili wako. Leo nitakuletea dalili saba za vidonda vya tumbo, lakini pia kabla ya dalili nitakwambia chanzo cha vidonda vya tumbo ni kipi. Kama ni mara ya kwanza kupatia chaneli yetu, basi usisahau kusubscribe na kucomment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozipata tunazozituma kila siku. Tunapoongelea changamoto vya tumbo tunaongelea changamoto ya vidonda vinavyopatikana kwenye tumbo lako, yaani vidonda kama ambavyo unaona kidonda. Unaweza ukapata kidonda kwenye mkono, unaweza ukapata kidonda usoni, ni pasi unakuwa na majeraha kwenye tumbo lako. Sasa mara nyingi hivi vidonda vya tumbo vipo vya aina tatu, ndio maana tumekuwa tukiwambieni uh, wengi wamekuwa kituambia wametumia tiba nyingi na hawajapata matokeo. Sababu ni nini? Sababu ni kwamba, cha kwanza unapokuwa unatibu changamoto hii, cha kwanza ni kuelewa aina uh, ya vidonda vya tumbo ulivyo navyo. Cha kwanza ambayo tuna aina tatu za vidonda vya tumbo, na aina ya kwanza ni vidonda vya tumbo vinavyopatikana kwenye kuta za tumbo, ambavyo vidonda mara zote vinakupa gesi, vinakupa kiungulia na vinakufanya uh, ukose hamu ya kula na pengine usipende chakula kabisa, na uhisi tumbo lako limejaa muda wote. Lakini aina namba mbili ni vile vidonda vya tumbo vinavyopatikana kwenye utumbo mdogo, na na uh, vinavyopatikana kwenye kuta za tumbo vinakufanya wewe uweze kukonda kabisa, yani usinenepe, lakini kwenye uh, vinavyopatikana kwenye utumbo mdogo unaweza ukanenepa bila shida. Ndio maana wengi wamekuwa mkituuliza kwa nini tukitu tuki, uh, kwa nini wengine wa vidonda vya tumbo wananenepa wengine wananenepi wana nenepa ni kwamba vidonda vyao vya tumbo vipo kwenye utumbo mdogo na hivi ndio vinasababisha kongosho kuvimba, kwa sababu vinatoboa kabisa kuta zako za tumbo, na hivi vinasababu mtu hawezi kukonda, lakini pia vinakufanya uwe na hamu ya kula mara kwa mara, uwe na kula mara kwa mara. Kwa hiyo usije ukashangaa ukiona mtu anapenda kula, mwingine apendi kula. Zote ni aina za vidonda vya tumbo walizonazo. Lakini namba tatu ni vidonda vya tumbo vinavyopatikana kwenye koo la chakula. Unakuta vidonda vya tumbo vinapatikana kifuani, unakuta anahisi hapa kifuani, anapata maumivu anapokuwa anakula chakula kishuki vizuri, anahisi kama kile kitu kimeweza ukaba, basi jua hivi ni vidonda vya tumbo vinavyopatikana kwenye koo la chakula. Kwa hiyo hizo ndo aina za vidonda vya tumbo, hakikisha unatambua wewe una aina ipi ya vidonda vya tumbo, utaniambia hapo kwenye comment, ili na mimi nitaweza kukujibu. Lakini pia tutaangalia vyanzo ni vitu gani vinavyosababisha basi vidonda vya tumbo, ni vyanzo gani vinavyopelekea vidonda vya tumbo? Watu wengi wamekuwa wakituuliza mara kwa mara. Acha kwanza, tunasema ni maambukizi ya bakteria yanayoitwa H pylori. H pylori ni bakteria ambaye ni moja bakteria hatari sana, ambaye akiingia tumboni mara zote anaenda ku, u, kuzuru kuta zako za tumbo. Ndio maana wengi sana au wamekuwa wakipima, utaambia una mdudu anayesababisha vidonda vya tumbo, anaitwa H pylori. Ni namba moja, huwa anaenda kuharibu, kusababisha majeraha kwenye kuta zako za tumbo. Na anaingiaje tumboni? ana ingia pia kupitia chakula, kupitia maji machafu, lakini pia kupitia denda. Wale wapenzi, kupitia denda e, zile denda ded, wengi sasa mnafahamu kupigana denda, mnajua hiyo pia inapelekea changamoto ya H pylori kwa mtu ambaye anakuwa na changamoto hiyo. Lakini namba mbili ni changamoto ya acid reflux. Acid reflux tunasema acid ni, ni, ni, ni, ni kemikali ambayo inamwagika tumboni kwa ajili ya kumengenya chakula kwa waji kumengenya chakula. Sasa ikitokea imwagika yi tumboni, ikafika tumboni, ikakuta hakuna chakula, huwa inaenda kumega kuta zako za tumbo. Ndo maana mara nyingi tumekuwa tukiwaambia ni kwamba hakikisha unakula kwa wakati ili kuepuka vidonda vya tumbo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ile asidi ikimwagika, huwa inaenda kwa kumega kuta zako za tumbo. Kwa hiyo za hizo ndo sababu kuu mbili ambazo zinasababisha vidonda vya tumbo ni zile sasa, ni vile vitu ambavyo vinapelekea hizo sababu mbili zifanye kazi, kama stresi. Unapokuwa na stresi, stresi unasababisha asidi nyingi sana usipokula kwa wakati, unasababisha asidi ikuunguze. Sawa, lakini pia kwa wale ambao wanakula baadhi ya vyakula vyenye asidi, itakupelekea haiweze kukuunguza. Kwa hiyo sababu kuu ziko mbili asidi na vidonda vya tumbo. Hizo nyingine ni hali ni hali tu ambazo zimekuwa zikipelekea changamoto ya vidonda vya tumbo. Sasa hii laikuwa mada yetu, leo tutaongelea dalili saba za vidonda vya tumbo, na ukiona dalili hizi usipuuze, tayari una maambukizi kwenye kuta zako za tumbo. Namba moja, tunasema ni maumivu makali au kuchoma tumboni. Watu wengi wamekuwa wakipata maumivu makali sana ya tumbo na kuchoma tumboni, hasa pale wanapochelewa kula. Kwa nini unapochelewa kula unapata maumivu makali? Ni kwamba asidi ikimwagika tumboni huwa inaenda kuchoma kuta zako za tumbo, ndio maana mara nyingi imekuwa ni ngumu sana, ni rahisi sana kwa mtu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo kupata maumivu makali. Ni kwa nini unapochelewa kula, tumbo lako likiwa tupu, asidi inamwagika tumboni, inaenda kuchoma kuta zako za tumbo. Lakini namba mbili, huwa tunasema ni kujisikia njaa haraka haraka. Hata e, chakula kidogo tu unakuta mara nyingi unajisikia njaa haraka na tumeshaelezea ukiwa na aina ipi ya vidonda vya tumbo utahisi njaa. Ukiwa na aina ya vidonda vya tumbo vinavyotokana kwenye utumbo mdogo, at least utakuwa unahisi njaa mda wote. Ndio maana tukwambieni kwamba hakikisha uh, ukiwa unapata dalili ya kwamba mara zote unajisikia njaa, basi jua na vidonda vya tumbo vipo kwenye utumbo mdogo. Lakini pia kiungulia hatibani eh, kinachojirudia mara kwa mara, hata baada ya kula vyakula fulani. Unapokula dagaa unapata shida, unapokula eh, Eh, unapokula eh, dagaa unapokula maharage unapokula vyakula vya mafuta unapata kiungulia kikali sana kinakuchoma, ni kwa nini? Hiyo ni dalili nyingine inayoashiria kwamba wewe una changamoto ya vidonda vya tumbo, gesi tumboni na pengine kujaa kabisa upepo, na pengine kuhisi kuvimbiwa kila baada ya kula, na wengine pia hata wakigusa hata maji jamani eh? hata mwingine akinywa maji gesi inajawa tumboni. Hiyo ni changamoto gani hiyo? Inasababishwa na changamoto ya vidonda vya tumbo. Na inakuwaje gesi inatokea? Gesi inatokeaje? Inatokea pale unapokula chakula, kile chakula kikakuta kuna vidonda. Yani sawa, hapa kuna kidonda, alafu niweke kile chakula. Kwa hiyo kile chakula akiwezi kumengenywa vizuri, kinaoza, kishaoza kitazalisha gesi. Ndio maana wengi, ukiona mtu anazalisha gesi, utakuta pia anakuwa anajamba ovyo ovyo. Anajamba ovyo ovyo, pingine na gesi nyingine inatokea mdomoni ambaye inakuwa ni mbaya. Ni kwa nini? Kwa sababu chakula kimeweza akinyabenyenywa vizuri, lakini pia kupoteza hamu ya kula. Tumekuwa tukiambia ni hivyo hivyo, na hiyo mara nyingi inapelekea kupungua uzito. Hapa ni kwa wale wenye changamoto ya vidonda kwenye kuta za tumbo. Nimeelezea dalili namba moja. Tunasema vidonda vya tumbo vinatokea wapi? Kwanza vinatokea kwenye kuta za tumbo, kwenye utumbo mdogo na kifuani. Kwa hiyo mara nyingi vikitokea kwenye kuta za tumbo utapoteza kabisa hamu ya kula, na hivyo utapungua uzito, utakonda. Kwa maana wengi wangekutuliza kwa mbona kwa akonda ndio hiyo changamoto, lakini pia tunasema kinyesi kutoka, kinyesi cheusi e, unakuta nyesi inachotoka kinakuwa kieleweki, kinakuwa kama ki tepe utepe, na pengine unaweza ukawa unatokwa na damu. Kama vidonda vimeshatoboa kabisa utumbo wako unaweza ukapata choo cha damu. Ndio maana wengi tumekuwa tukiambieni kwamba hakikisha unachunguza hata choo yako, choo chako kinakupa afya yako iko vipi. Na wengi tumekuwa tukizarau, tuki, tuki zarau, lakini ukifuatilia choo yako itakupa taarifa zote. Yani hakuna kitu, Mungu alivyotuumba sisi, taarifa tunazipata kupitia kwenye hivi vitu. Kwa hiyo choo chako inabidi ukichunguze, unakuta mtu una Unatoa choo cheusi kama tope tope, au kama rami shtuka. Ni dalili mojawapo kwamba tumbo lako haiko sawa pole. Lakini namba mbili ni pale unapata choo chenye harufu kali. Ulichaje hizi kwamba umeenda umeflush, umemwaga maji mengi kabisa lakini bado harufu, eh, inatoka kali. Changamuka. Hiyo ni changamoto kubwa kwamba kwenye tumbo lako haiko sawa. Lakini pia mapigo ya moyo kwenda mbio. Wengine wamekuwa wanaenda kuchunguza kama wana changamoto za presha, kama wana changamoto za moyo lakini wana hizo sio changamoto. Changamoto ipo kwenye vidonda vya tumbo, vile bakteria wanaanza kuingia kwenye damu, huwa wana asili kabisa mpaka moyo. Kwa hiyo mapigo ya moyo kwenda mbio, lakini pia wengine wamekuwa mbende zaidi, inapoteza nuru ya macho. Kuna mama moja nilipatia tiba, alivyotumia akaniambia, hata sasa hivi naweza kusoma Biblia. Hakikisha unashtuka, hiyo ni dalili mojawapo nyingine ya vidonda tumbo lakini wengine wanahisi kuchanganyikiwa e, wanahisi kuchanganyikiwa ni wa e, kwa nini wanahisi kuchanganyikiwa? Sababu ya madhara makubwa yaliyopo kwenye upande wa vidonda vya tumbo. Kuna wengine wanazirai, kwa hiyo ukiona mtu amezirai kama ya vidonda vya tumbo, shtuka, hakikisha unamtafutia tiba sahihi, namna ya kuondokana na changamoto hivyo. Lakini pia mwisho, kwa wale wenye changamoto ya vidonda vya tumbo, wachache huwa wanapitia ganzi kwenye baadhi ya sehemu zao unakuta katika miguu au katika miko, mikono unakuta anahisi ganzi. Sasa kama anahisi ganzi, jua kwamba ni tayari H pylori wameshamu affect kwa muda mrefu, na mwisho ni wale wanaotoa harufu mbaya mdomoni. Yani waambie kwamba mara kwa mara ukihisi unatokwa na harufu mbaya mdomoni, usikimbilie eh, usikimbilie uh, kununua dawa za meno kila siku bwana, upigi mswaki hapana. Ni bakteria wabaya tumboni wana bisha harufu utoe na harufu mbaya mdomoni. Kwa hizo ni baadhi ya dalili. Tuambie hapo chini kwenye comments, una dalili zipi zinazo kusumbua. Kama upo hapa bado unasumbuka una uh, basi wasiliana na Dr. Jimmy leo kwa namba zetu, zachukua kwa namba kwenye bio, utaweza kuwasiliana na sisi leo ili uweze kupata tiba ya kuweza kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Na ukipata tiba hiyo itakusaidia kuondokana na changamoto ya gesi, kuondokana na changamoto ya kiungulia, eh, kuua H pylori, kuon balance acid ah, yako isiendelee kukuumiza lakini pia wale wamekosa wamekosa hamu hamu ya ya kula yaani, ya kula na wengine wanakula mara kwa mara, utaweza kupata tiba, gesi, kiungulia, mapigo ya moyo kwenda mbio, kuhisi ganzi baadhi ya sehemu, na pengine wamekuwa wakienda mbali zaidi na kukuta wanapata maumivu ya mgongo na kiuno. Basi ndugu yangu, hapo ndo utakapoenda kupata suluhisho, namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Kama unateseka na vidonda vya tumbo na unahitaji suluhisho, basi andika kwenye komenti neno suluhisho, na mimi nitaweza kuchukua namba yako na tutaweza kuwasiliana moja kwa moja. Kama uje subscribe channel yetu subscribe, sub-subscribe, ili wa kwanza kupata dondoza kiafya tunazozituma kila siku. Kwenye video ijayo, tutaongelea ni vyakula vipi sasa unavyotakiwa kutumia ambavyo vitakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Karibu na Mungu akubariki.